Viwili ni viwanda vya kimkakati zaidi ambao hichi ni GF truck kilipo pale Kibaha na kile kiwanda cha Saturn kiko pale Kigamboni. Viwanda hivi kapasiti yake ni kubwa. Ukienda pale utakuta maajabu sana. Juzi nilikuwa majuzi hapa nilikuwa pale Saturn. Kile kiwanda huwezi kuamini. Vijana wa Kitanzania mpaka sasa kimetoa ajira karibuni mia mbili na hamsini. Lakini wengi wa expert pale ni wa Tanzania. Wale waliosoma katika vyuo vyetu. Na ni wale wataalamu ni wa Tanzania. Walo, yanani, wale inje, walikuwa nani wale expert kutoka nje walikuwa 12 za pekee yake. Walikuwa wameanza na watu karibu 35 idadi imeshuka 24 sasa hivi wako 12 Magari yote yanatengenezwa na Tanzania, huwezi kuamini. Gari inaanza katika stage ya kwanza mpaka inafika katika stage ya kuweka kioo, unaweka hata mpaka mwisho gari imekamilika. Wanaopita mtaani, mnakuta zile magari makubwa yanaita ho, magari ya kisasa hayatengenezwi kokote, yanatengenezwa Tanzania hapa. Ni magari mazuri. Na mimi nilitesia ile gari. Piga makofi kidogo. Maana kuna watu wengine vijana wenzangu wawezi kuendesha gari imani huko ndani. Ngumeshazoea <laughs> <laughs> kuendesha gari automatic. Gari za kisasa sana. Ni mafanikio makubwa. Huwezi kuamini kwamba magari zile zinazalishwa hapa Tanzania. Hai yote ni mafanikio ya Daktari Samia Suluhu Hassan chini ya serikali ya Awamu ya Sita. Humu sasa niwaombe Watanzania sasa. Kwanza, jambo la kwanza tuwe wazalendo. Ninafahamu Watanzania tuna wawekezaji wengi hapa mchini. Hata sekta za umma vile vile, wengine wananunua magari malori. Ukiangalia kiwanda kile kapasiti yake uzalisha malori 9000, mahitaji yetu si chini nchini mote malori 11000 kwa mwaka. Kwa hiyo maana yake kiwanda kipya kina uwezo kuzalisha zaidi ya 80% ya mahitaji yetu ya ndani, lakini kuna kiwanda kingine cha Kibaha. Haya yote ni mafanikio makubwa ambayo ni success story. Bahati mbaya Watanzania wengine hawafahamu kama mambo haya makubwa yanapatikana hapa nchini mwetu. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa na tushukuru sana kazi hii kubwa. Lakini kuna, kuna kiwanda cha Tata inatarajiwa kujenga kwa ajili ya, ya, ya kutengeneza vichwa vya magari mapikipiki. Yote hii ni kazi kubwa. Aliyewaletea tukio hili kutoka hapa Idara ya Habari Maelezo, makao makuu ya nchi Dodoma, ni mimi Richard Mwekenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.